wa chaneli yetu hii ya Mkange TV na Chadai TV. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ametuwafikisha tukawa tuko hai ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa leo ni siku ya kumi kwani kuna wengi miongoni mwetu ambao kwamba walitaraji kufika au tumefika nao ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini hawakuidiriki hii siku ya kumi. Wengine ni mawali wa kuwa wagonjwa mahututi, lakini wengine ndio hivyo tena, leo wanafanyiwa mipango ya kusindikizwa katika safari yao ya mwisho. Kwa hilo peke yake tuseme alhamdulillah. Lakini jambo la pili, tumeonelea leo kwa kuwa tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao kuna kheri nyingi, mwezi ambao shari yake ni ndogo kuliko kheri zake, mwezi ambao mtu akifanya jambo la sunna malipo yake yanahesabiwa kama vile amefanya jambo la faradhi na akifanya jambo la faradhi mtu huyo anahesabiwa kama vile amefanya faradhi sabini. Kwa hivyo tuna haki ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kule kutuwezesha kuwa tuko hai, lakini kikubwa atuwezeshe kufanya mambo ya khairati ndani ya mwezi huu ili tupate malipo hayo yaliyokusudiwa ndani ya mwezi, tukifirishe kuswali ndani yake, tukithirishe kufanya dhikiri mbali mbalimbali ndani yake, tukithirishe kutoa sadaka, kwani vyote hivi ni katika jumla ya vitu mambo ya kheri ambayo mwanadamu akiyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani malipo yake yanakuwa ni makubwa zaidi kulinganisha na kuyafanya katika miezi mingine isiyokuwa mwezi wa Ramadhani kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Kumcha Mwenyezi Mungu maana yake ni kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wataala kwa ajili yake Mwenyezi Mungu subhanahu wataala na kujiepusha na makatazo aliyoyakataza Mwenyezi Mungu subhanahu wataala kwa ajili ya Allah subhanahu wataala. Kwa nini ninasema hivyo? kwamba yawezekana kwamba mtu akawa anatekeleza maamrisho lakini si kwa ajili ya Allah, akawa anaswali akawa anafanya nini, lakini hatekelezi kwa ajili ya Allah. Anatekeleza kwamba watu wamuone anafunga, anatekeleza kwamba watu wamuone anaswali. Kwa hiyo huyu hafanyi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, anafanya kwa ajili ya kwamba wanadamu wamuone na vile vile katika kujiepusha, wako watu anajiepusha na makatazo, lakini sio kwa ajili ya Allah. Kwamba utamuona mtu katika macho ya watu anajiepusha na mambo mabaya, lakini akiwa siri amejificha, ya yale aliyoyakataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayafanya, kwa kuwa wanadamu hawamuoni. Kwa mtume akasema ittaqullaha llaha, mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili akasema Waswallu hamsaku, na swalini swala zenu tano katika nyakati ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezipangia swala hizo zitekelezwe. Na kama utaitoa swala katika wakati ambao kwamba haukupangiwa wakati huo, uwe imeitoa kwa sababu za msingi. Kuna asbabu zile ambazo za kubalika, kwamba huyu mtu hakuswali ya dhuhuri katika wakati wake kwa sababu alipatwa na uzuru na nyudhuru zenyewe ni mbili tu, ni kulala au kusahau. Lakini udhuru mwingine wowote wa utakaoutoa kwa kupitwa na swala ukitoa hizi mbili, utakuwa si wenye kukubalika mbele ya Allah subhanahu wa taala, kwa sababu sio udhuru ambao kwamba Mtume aliyetuelekeza kwamba mtu, mtu akipitwa na swala hali ya kuwa amelala au akapitwa na swala kwa kusahau, huyu udhuru wake unakubalika mbele ya Allah subhanahu wa taala kwa hiyo Mtume asema ittaqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Kisha akasema wasallu khamsakum, kisha swalini swala zenu tano. Jambo la tatu, Mtume akasema wasumuu shahrakum, nafungeni mwezi wenu mtukufu wa Ramadhani pale unapowafika mwezi huo na hali ya kuwa nyinyi wazima na hali ya kuwa mna uwezo wa kuufunga mwezi huo. Ana yaweza Ramadhani ikafika, lakini ukawa na udhuru unaokubalika kisheria kwamba unaumwa, una vidonda eh, vya tumbo vimekithiri, huwezi ukifunga. Dakika tatu nyingi, tayari tumbo lako linanyo leta matatizo. Watu wa aina hii, iko njia ambao wameelekezwa, um, kwamba ikiwa mgonjwa aina hii atafanya nini, lakini hatuna muda wa kuelekeza hapa. Lakini kuna watu ambao unanyudhur nyudhuru ambazo za kubalika kwamba huyu, Ramadhani imeingia afya yake hairuhusu kufunga, huyo Ramadhani imeingia lakini ni mzee sana hawezi kustahmili njaa. Lakini wote ambao watakaokuwa kinyume na hawa hawa wanalazimika kufunga, na wasipofunga wanapata madhambi na watakwenda kuadhibiwa mbele ya Allah subhanahu wataala. Kwa hivyo itaqu llaha mcheni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wasallu khamsakum, na swalini swala zenu tano. Kisha akasema wasumu shahrakum, na fungeni mwezi wenu mtukufu wa Ramadhani unapowafikia, na hali ya kuwa mko hai na ni wazima wa afya. Kufunga nyinyi hakuwezi kuwapa tabu. Ukiwa katika hali kama hiyo, ni lazima ufunge na usipofunga utapata madhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la nne, mtume akasema waadu zakata amwalikum, tekelezeni zaka za mali zenu, kwamba wewe una kiwango ambacho kinatakiwa kitolewe zaka, si kama wanavyofikiria baadhi ya watu kwamba zaka ni nguzo ambayo kwamba yahusu matajiri, labda kina Bakhiresa, labda kina nani. Hapana, zaka inamhusu Muislamu yoyote ambaye kwamba ana kiwango kilichofikia kutolewa zaka. Katika pesa za Waarabu, kiwango cha zaka kinaanzia na dirhamu mia mbili. Dirhamu mia mbili hii ukiichenchi kwa pesa ya Kitanzania kama ni laki moja, ukawa nao laki moja iko benki, tuweka mfano huo, ikakaa benki laki moja hiyo mwaka mzima ikapindukiwa na mwaka unawajibika kutoa zaka, wala sio lazima una milioni mbili, tatu, nne, tano. Aa, ni kiwango tu kikifikia dirham mia mbili, ukiichenji kama kwa pesa ya kitanzania unapata labda elfu sitini au unapata labda laki moja au laki moja na nusu au laki mbili au laki tatu basi hii kama itakuwa imekaa benki na ikapundukiwa na mwaka, haijatumika basi utatakiwa uitolee zaka hiyo laki tatu au elfu sitini, kama ndio kiwango chenyewe. Sasa Waislamu, so wengi tunazo pesa hizo benki, tunakosa kuwa na milioni hamsini sitini kumi, lakini mtu milioni moja milioni mbili milioni tatu laki nane laki tisa anayo benki. Kwa hiyo kama utakuwa nayo hela hiyo ambayo imefikiwa na kiwango, lazima uitolee zaka, na kama hukuitolea zaka, utakuwa ni mwenye kupata madhambi na utakwenda kuadhibiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mwisho bwana mtume akasema, wa atiuu dha amrikum kwanza hapa katika zaka, akasema tayibata biha anfusukum, itatakata zitatakata. Kwa hiyo zaka mtakayetoa, nafsi zenu zitatakasta zitatakaswa kutokana na madhambi na mambo mbalimbali ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuandikia ikiwa kama ukitoa zaka, basi dhambi zako zitakuwa zenye kufutwa, kwa sababu umetekeleza nguzo muhimu katika Uislamu. Na mwisho ndo akasema wa atiu dha amrikum, na watiini wale wenye amri kwenu nyinyi, viongozi wenu, muda wa kuwa hawakuamrisheni katika kumuasi Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, unalazimika kumtii kama atakuwa ni mzazi wako hakuamrishi katika maasia unatakiwa kumtii.